Tulikuwa na mashindano ya kwanza ya jukwaa la vijana wa Kiislamu mkoa wa Arusha eh, ambayo mashindano ma, haya lengo lake haswa kwanza kuihamasisha Qur'an isomwe ndani ya mkoa wa Arusha lakini zawadi ambazo zitatolewa leo e, zinawahamasisha watu wengine pia nao waweze kuihifadhi Qur'an ili mwisho wa siku tuweze kupata wasomaji wengi wa Qur'an na tuwaondoe vijana ambao wanakuwa wana na maadili mabaya lakini leo ni mashindano ya kwanza e, malengo ni kufanya kila mwaka mashindano ya namna hii e, leo tumefanya ndani, lakini malengo yetu ni tuyafanye nje kwenye uwanja mkubwa na watu wengi wahudhurie, ili ile athari ya usomaji wa Qur'an kila mtu haishuhudie. Wito wangu kwa wazazi ambao wanamiliki wana watoto wao dogodogo, e, wazazi e, wahimizeni watoto wenu waende madrasa na wakasome Qur'an ile nguvu ambayo inatumika eh, kuwaambia watoto waende shule asubuhi, eh, basi nguvu ile ile pia itumike eh, kuwaambia watoto waende madrasa na wakahifadhi Qur'an, na mwisho wa siku waje washindanie na wapate zawadi. Leo kila mmoja ni shahidi eh, Qur'an imekuwa imekuwa imekuwa chachu, kivutio cha watu kubadilisha maisha yao kupitia Qur'an. Mshinda wa kwanza, juzu kumi. Nimefurahi sana kwa kushinda Namshukuru Mwenyezi Mungu kwa kunisaidia, nimeshinda kwa kufanya jitihada, juu ya walimu wangu naweza kunifanikisha niweza, kwa kunisimamia vizuri, na pia na napenda sana kusoma Qur'ani. Qur'ani ni nuru ya maisha yangu. Nimependa kusoma Qur'ani kwa kuwa tumefundishwa kwenye dini yetu, Qur'ani ndo nuru ya maisha. Bila Qur'ani, hawezi kwa, hautakuwa na mwelekeo mzuri, kwa kwa, napenda Qur'ani kuwa, kwa Qur'ani ndo nuru ya maisha. Lazimiana na kusoma Qur'ani. Qur'an ni nuru yako hapa ulimwenguni, itakuongoza uwe vipi mpaka ubaki kuwa mwanadamu. Ni Qur'ani peke yake ndiyo ambayo mwenye kushikamana nayo kisawa sawa ni binadamu kama alivyokusudiwa ni Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Ukiwa nje ya Qur'an utakuwa mwanadamu siyo yule anayekusudiwa ni Mwenyezi Mungu. Kujua adabu, kuwa na huruma, kuwa na ukweli, kuchunga murua, hauwezi ukawa hivi mpaka usome Qur'an. Abu Dhar radhiyallahu an aliposema, ya Rasul Allah, niongezee, aliambiwa alaika bitilawati alquran, lazimiana na quran, fa innahu nurul laka fil ardh Qur'ani ndiyo nuru yako hapa ardhini, wa dhukrul laka fi ssama, na ni akiba yako utakuwa kuja kuitumia mbinguni. Nimwite mshindi wetu wa kwanza, Sumaiya Abubakri. Na tumefanya hivyo kwa sababu hasa katika kipindi hiki cha mwezi mtukufu wa Ramadhani ni kipindi ambacho tunashauriwa sana, uh, kuisoma Qur'ani kwa wingi na sisi kama benki ambayo inafuata misingi ya Kiislamu tuliona ni wakati ambapo tunaweza kushiriki na ndugu zetu wa jukwaa la vijana e, wa, wa Kiislamu ambao ndo wa hasa waandazi wa, wa wakuu wa, wa, wa, wa mashindano haya, kwa support kuhakikisha kwamba tukio hili linafana na washindi e, wanapata zawadi nzuri kwa ajili ya kuhakikisha kwamba ina motivate vijana wengine a, waweze kujitahidi kujifunza Qur'ani na kuhakikisha kwamba eh, katika kipindi kingine nao wanashiriki na kuleta ushindani mkubwa zaidi.